Hello good people, karibu sana kwenye online mentorship program ambayo inasimamiwa na Road to Success Initiative. Mimi naitwa Rodrick Nabe, Country Director wa Road to Success, lakini pia lead trainer kwenye taasisi ya Road to Success. Na taasisi ya Road to Success, tunachokifanya ni kutoa elimu. Tunatoa elimu kwa vijana, wanawake na wajasiriamali both online and offline na tunatumia mbinu tofauti. Tunatumia online platforms, tunatumia vitabu, tunatumia events mbalimbali. Tuna masterclass, Ladies Conference, Tanzania Business Forum, Speakers Conference, Manpower Conference. Tuna masterclass ambayo tunamshukuru Mungu, tunashirikiana na baadhi ya makampuni makubwa ikiwemo Yas, UTT na wadau wengine, lakini pia tunafanya one-on-one mentorship ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo wherever you are, haijalishi upo Dar es Salaam, upo mkoa wowote, kama unataka kujifunza basi unaweza ukajiunga na program zetu, unaweza ukajiunga na WhatsApp groups. Tuna community ya zaidi ya participants elfu moja na mia tano na unaweza ukaconnect nao ukajifunza kutoka kwao and then your life will be better, lakini pia unaweza ukatembelea website yetu ya www.roadtosuccess.or.tz. Karibu sana kwenye part 6 ya online mentorship program. Hakikisha unaangalia zile parts nyingine. Nenda kwenye naenda kwenye YouTube channel ya Road to Success TZ na angalia kuanzia part 1 mpaka part 5. Na hii hapa ni part 6 na kwenye part 6 tunachoangalia ni saving the income and investing. Kwa hiyo part 5, tumeanza na financial literacy au elimu ya fedha na tumeanza kwa kuzungumzia namna ya kutafuta kipato. Sasa, part 6 tunaingia kwenye namna ya kutunza pamoja na namna ya kuongeza multiplying kwa namna ya kuwekeza. Mara nyingi utakuta watu wanasema kwamba mimi siwezi kusevu kipato changu kwa sababu ni kidogo. Mimi nakuelewa kabisa wanavyosema hivyo, lakini kumbuka kwamba usipotunza fedha sasa hivi, baadaye hautokuwa na kipato chochote cha kufanya nini, cha kuwekeza. Lakini hata ukipata dharura, utajikuta kwamba huna fedha yoyote, huna kipato chochote inabidi ukope sehemu nyingine, alafu uweze kutatua dharura ulioipata. Au ukipata fursa ya kuwekeza, manake ukope, alafu uende ukawekeze. Sasa ukitumia mkopo kuwekeza na kutatua dharura zako, utajikuta kwamba kila wakati una mashimo na una unatakiwa uyafukie. Kila kipato kinachoingia unajikuta unafukia yale mashimo. sasa Kwenye part 6 tutajikita sana sehemu gani ambazo tunaweza tukaweka akiba. Lakini kumbuka, kuweka akiba ni tabia. Saving is a habit, na habit hiyo unaanza kuitengeneza taratibu taratibu. Sasa, kwenye mazingira yetu ya Kiafrika ni ngumu sana watoto kutengenezewa habit ya kuweka akiba, kwa sababu wazazi wetu wanatupatia fedha lakini hawatufundishi namna ya kula kidogo na weka kidogo ili baadaye iweze kukusaidia. What you save right now will save you later in your future. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaanza kujenga utaratibu wa kuweka akiba. Anza labda na kibubu, unaweka mia tano, unaweka elfu moja, alafu nenda kafungue fixed account. Ukitoka hapo utaanza sasa, na ikiwezekana jiunge kwenye vikoba. Moja ya vitu ambavyo mimi vilinisaidia sana kutengeneza habit ya ku save ni vikoba, na sio vile vikoba vunjavunja vunja. vikoba endelevu eh. of course nilianza na vikoba vunjavunja nikaingia kwenye upatu eh, ile michezo nikacheza michezo. Kwa hiyo kawe naniingizia habit au tabia ya ku, ya kuweka akiba, lakini sasa hivi nimejiunga kwenye vikoba endelevu ambapo akiba yangu, kuna kitu ambacho kinaongezeka napoiweka kwenye kikundi changu lakini, pia nimegundua pia njia nyingine ambazo naweza nikaziweka, na nitashia na wewe kwenye video hii, njia mbalimbali mbali ambazo unaweza ukazitumia katika kuweka akiba. Ukipata fedha yoyote, panga kwamba kiasi fulani Okay. Asilimia fulani hii ni kwa ajili ya akiba au hii ni kwa ajili ya fungu la kumi, alafu hii ni kwa ajili ya kufanya mambo mengine. Kuna kanuni tofauti tofauti ambazo tunazitumia mara nyingi e, kuna wengine ambao wanasema hamsini thelathini ishirini kwamba asilimia hamsini ya kipato unachokipata ukipata shilingi laki moja, shilingi elfu hamsini unaipeleka kwenye mahitaji yako ya lazima, hizi zinaitwa needs Alafu shilingi e, asilimia thelathini unaiweka kwenye once, vitu ambavyo unavihitaji sio vya lazima, lakini unavihitaji. Alafu asilimia ishirini unaiweka kwenye upande wa akiba, upande wa kuwekeza, na kumbuka kwamba kuna akiba ya kwako ya kukusaidia, lakini pia kuna akiba ya kiroho kwa wale ambao wanasoma Biblia lakini hata Kurani. Ndio maana tunaweka akiba ili iweze kutusaidia kwenye upande wa kiroho, so usiweke tu akiba ya kukusaidia kwenye masuala yako ya kifedha, lakini pia kumbuka kwamba kuna fungu la kumi ambao linakuandalia eneo lako kwenye upande wa kiroho, na kumbuka sisi ni, ni, ni viumbe vya kiroho, kwa hiyo we need to do that. Sasa unaweza ukatumia asilimia yoyote unayotaka usi, usianze kulinga, kujilinganisha na watu wengine, kwa sababu kila mmoja na kipato chake wewe una kipato chako, rafiki yako ana kipato chake tofauti. Kwa hiyo kama yeye anatunza asilimia thelathini, usimwige. Wewe tunza kile ambacho unakiweza, na kadri unavyopata kipato kingi zaidi, ndio utaongeza. Kama unaweza kuanza na asilimia kumi, ukaongeza asilimia ishirini, hivyo hivyo. Lakini kumbuka kwamba the moment ukipata hiyo laki moja au milioni moja au milioni kumi, pay yourself first by saving and investing ukishapata kiasi chochote shilingi elfu moja shilingi elfu kumi shilingi laki moja shilingi milioni moja chukua asilimia kadhaa kama umeamua ni asilimia kumi chukua asilimia kumi jilipe kwanza wewe kwa kuweka akiba na kwa kuwekeza sasa kuwekeza tutaangalia baadaye mtu anaweza kasema mi napata kipato kidogo siwezi kuwekeza tutaangalia kuna sehemu ambazo unaweza kuanza kuwekeza kidogo kidogo, shilingi elfu tano elfu kumi na kweli baadaye ikaleta matunda mazuri. Sasa kwenye kuweka akiba, kama tulivyosema, akiba ni tabia. Kwa hiyo unaweza ukachukua fedha yako ukaiweka kwenye bank, kwenye savings account, lakini kumbuka kwamba savings account ni rahisi sana kuifikia, na savings account nyingi hawatoi riba. Hawa, hawakupi interest, kwa hiyo kama utaweka kwenye, kwenye savings account ujue kabisa kwamba kuna makato ya kibenki, na kumbuka kuna mfumuko wa bei, inflation rate, asilimia tatu mpaka tatu point tano kila mwaka. Kwa hiyo unapoweka kule fedha na haiongezeki alafu inakatwa, ujue kabisa kwamba utapata fedha pungufu. Lakini kuna njia nyingine ambayo unaweza ukaitumia, ni fixed deposit account kwa hiyo pale wanaweza wakakupa interest kidogo, fedha yako inaongezeka inaongezeka kidogo. Kuna benki nyingine zinakupa mpaka 6% nyingine 7% na kuendelea, na hii unaweka, unaweka fedha zako kwa muda kadhaa, hawakuruhusu kuzichukua mara kwa mara. Lakini sasa hivi kuna mitandao imeanzisha namna ya kuweka akiba. Kwa mfano, mtandao wa Voda wameweka Mkoba, mtandao wa Tigo Yas Mix by Yas, na wao wanaweka wana, wana sehemu ambayo unaweza ukaweka akiba yako kwenye simu yako hiyo hiyo, lakini wanakupa asilimia kumi na tatu, asilimia kumi kama interest kwenye kiwango ambacho umekiweka kwa mwaka au kwa muda fulani. Lakini pia njia nyingine unaweza ukaanza kuweka akiba yako kwenye SACCOS, vyama vya ushirika, kwa sababu kumbuka, vyama vya ushirika wanachokifanya wanachukua zile fedha za wanachama, alafu wanaziwekeza sehemu mbalimbali. Na wanachama wanaanza kupata wanapata mgawio, kwa hiyo fedha yako itakuwa imeongezeka kidogo, lakini kama nilivyokuambia, unaweza ukaweka kwenye Village Community Banks ambavyo tunaviita vikoba. Sasa hivi BOT wamevibadilisha wanaviita vyama eh, wanajiita eh, huduma ndogo ndogo za fedha eh, lakini mwanzoni zilikuwa zinaitwa eh, vikoba au Village Community Banks au CMG, sasa hivi zinaitwa Uh, CMG. Kwa hiyo hizo ni njia sehemu ambazo unaweza ukaweka akiba yako. Kuna watu ambao wanafanya uh, akiba, wanaweka akiba kwa njia ambazo zinaweza zisikuletee sana matokeo mazuri, kama kumkabidhi mtu fedha yako. Kuna madhara, kwa sababu akiishiwa hela, hata kama ni ndugu yako, ni mjomba, akiishiwa hela anaweza akaitumia, lakini hata asipoitumia akakuhifadhia bado mfumko wa bei utaanza kuitafuna kidogo kidogo. Mwingine anaweka kwenye kibubu sawa, lakini kumbuka mfumko wa bei bado utakutafuna, utatafuna fedha yako kidogo kidogo. Sasa twende kwenye njia ambazo unaweza ukawekeza. Kwenye kitabu cha Biblia kuna Proverbs inasema dishonest money dwindles away but whoever gathers money little by little by makes it grow, na ndio maana napenda sana ule msemo wa mafanikio ni mchakato. Kwa hiyo when it comes to investing, huu ni mchakato, na prosesi yoyote kuna element ya muda, time is an ingredient. Kwa hiyo lazima uwe patient. Huwezi kuweka fedha zako, kuwekeza fedha zako leo, alafu baada ya wiki moja unaenda kuzichukua na kusema kwamba, ah, haijaingiza haijaongezeka chochote maana ya kuwekeza, maana yake ni kuweka fedha yako kwa muda mrefu. Sasa kuna njia tofauti tofauti ambazo naweza nikakushauri wewe mwenyewe sasa, angalia sehemu gani ambayo unaweza ukaweka fedha zako. Fanya maamuzi kulingana na kipato chako, kulingana na muda uliopanga, miaka mitano, kumi, ishirini, thalathini; ni wewe mwenyewe. Moja ya njia ni Treasury bills and bonds ambazo zinatolewa na benki kuu. Nenda katafute wataalam. Kuna marafiki zangu wengi sana kwenye social media ambao wameshathibitishwa, they are certified financial educators, wamethibitishwa na BOT wamepewa mamlaka ya kufundisha kuhusu treasury bills and bonds, lakini kuna upande wa stock market, kununua uh, hisa za makampuni kadhaa. Uh, na mimi nimewahi kununua hisa kwenye kampuni ya DSC. kwa hiyo unaponunua hisa ikiwa ina bei ya chini inapanda baada ya muda. Sasa haiwezi kapanda ndani ya wiki moja, ndani ya wiki mbili alafu ukapata fedha inayoeleweka. Lazima uiache kwa muda mrefu ili uweze kupata interest ya kutosha. Lakini eneo ambalo nalipenda sana na unatakiwa uliangalie ambao hata wewe unaipata shilingi elfu kumi, shilingi elfu tano ni eneo la unit trust or mutual funds. Humu ndani kuna maeneo kama UTT AMIS Faida Fund, na sehemu nyingine nyingine, nenda kafanya research ili uweze kujua zaidi, lakini pia unaweza ukawasiliana na mimi nikakupa sehemu sahihi ya kupata majibu haya kuhusu UTT AMIS. Na eneo lingine, kwa wale ambao unaona fedha yako inatosha, wekeza kwenye real estate, kwenye ardhi, kwenye nyumba, kwa sababu namba ya watu inaongezeka idadi ya watu inaongezeka na lazima hawa watu wanahitaji makazi ndio maana real estate haiwezi ikachuja ni moja ya uwekezaji ambao hauchuji na wengine unaweza kaweka kwenye agri business. kwenye agriculture, especially mazao ambayo yanachukua muda mrefu miti ambayo inachukua labda miaka mitano kumi by the time ukivuna kuna uh, unapata faida kubwa wengine unawekeza kwenye mikorosho na michungwa na maeneo kama hayo, kwenye agro business. Ukiwekeza kwenye mazao ya muda mfupi, huo sio uwekezaji wa muda mrefu. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba hiyo ni biashara ambayo inakuingizia kipato kila baada ya miezi mitatu. Kwa wale ambao wanajua maswala ya kidigitali, basi cryptocurrency au forex trading inaweza ikawa njia yako nyingine ya kufanya uwekezaji, na kusisitiza kwenye eneo hili jifunze. Usianze kusikiliza maneno ya kila mmoja ambaye yuko kwenye mtandao. Jifunze kuwa makini, nenda na watu ambao ni sahihi. Lakini eneo lingine la kuwekeza ni eneo la precious metals gold, silver, na maeneo mengine ambayo tunayajua, chuma, dhahabu na uh, vitu kama kama hivyo. So namna ya kuwekeza na namna ya kutunza au kuweka fedha zako as in savings. Sasa mtu anaweza akajiuliza, should I save or invest? Wewe jiulize swali hili, nikichukua shilingi elfu kumi nikaiweka sehemu, je, inaniingizia asilimia ngapi? Inaongezeka kwa asilimia ngapi? Ukiona kwamba inaongezeka kwa asilimia kadhaa kuliko kusave, basi wewe fanya investment kwenye eneo sahihi. Kama unataka kufanikiwa katika maisha, lazima ujifunze tabia ya kuweka akiba na tabia ya kufanya uwekezaji, kwa sababu kesho yako inakuja na changamoto kadhaa. Kwanza utakuwa umri umeenda, lakini hauna nguvu ulionayo sasa hivi. Maanake hautoweza kukimbia kimbia kama ulivyokuwa kijana, so uwekezaji wako ndio utaanza kukusaidia wewe kuanza kukusaidia katika uzee wako, au pale ambapo unahitaji fedha bila kufanya kazi yoyote. Ndio maana akiba haiozi. Akiba ni muhimu sana, na uwekezaji utakuja kukusaidia katika maisha yako ya baadaye. Let me hope umejifunza kitu kizuri. Hakikisha kwamba unafuatilia parts zote za Online Mentorship Program, na fatilia part 7 inakuja lakini pia unaweza ukapitia kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Road to Success TZ. Nenda kwenye website yetu www.roadtosuccess.or.tz. Nenda kwenye YouTube channel ya Road to Success TZ, jifunze. Lakini pia unaweza ukawasiliana nasi kwenye namba zetu, ili uweze kujiunga kwenye programs tulizo nazo, uweze kujiunga kwenye WhatsApp groups na community yetu, lakini pia uweze kuhudhuria events tunazozifanya ili uconnect na watu ujifunze, utengeneze mtandao wa watu sahihi. Kumbuka kwamba kama una familia, tunafanya mentorship kwa vijana. Una watoto vijana ambao unaona kabisa kwamba wanahitaji kunolewa kwenye maeneo ya kujitambua, fedha na maeneo mengine, tunafanya uh, mentorship programs kwa vijana. Kama wewe una kampuni yako Tunafanya trainings tunafanya team building, ili tuweze kufanya wafanyakazi wako au team yako iwe imara, katika mauzo, katika kutumia kidigitali digital platforms, katika kufanya kazi pamoja communication na maswala mazima ya leadership. Hongera sana kwa kufuatilia parts hizi zote, and as always, kama kawaida, success is a process mafanikio ni mchakato. Be blessed.